Nimefurahi ni nimekuta, yani vitu tofauti, nashindwa hata nisemeje. Tunawashukuru sana MSD kwa kutuletea hivi viti vya kisasa kabisa. Vilikuwa vinanipandisha juu vinanishusha, vinanipandisha, vinanishusha, nilifaidika sana. Ndani ya kipindi cha miaka minne sasa, serikali ya awamu ya sita imekuwa ikifanya maboresho makubwa katika sekta ya afya, ikiwa ni pamoja na kujenga vituo vipya vya kutolea huduma za afya nchini na kuviongeza hadhi vingine. Nia ni kusogeza huduma kwa wananchi na kuhakikisha huduma zote zinapatikana kwa ubora wa hali ya juu. Leo tunaangazia namna ambavyo huduma ya kinywa na meno ilivyofanyiwa maboresho makubwa nchini kwa kuongeza idadi ya vituo vinavyotoa huduma hiyo kupata mashine na vifaa vya kinywa na meno vya kisasa na kuboresha miundombinu inayohitajika kwa huduma hiyo. Huduma za kinywa na meno ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM, kama ilivyonukuliwa kwenye ibara ya 83 mabano 10 inayosema, kuboresha miundombinu ya kutolea huduma za macho, afya ya kinywa na meno koo, maskio, pua na vifaa tiba na watumishi wenye ujuzi katika ngazi zote za kutolea huduma za afya. Katika hili, MSD imenunua na inaendelea kununua na kusambaza vifaa na mashine za matibabu ya kinywa na meno kwa ajili ya nchi nzima. Kwa sasa Tanzania iko pamoja na wataalamu wengine wa kinywa na meno wanaosema dawa ya jino bovu siyo kung'oa. Dkt Baraka Nzobo ni mkurugenzi msaidizi wa Wizara ya Afya wa huduma ya kinywa na meno, anasema hadi sasa wamepokea mashine za x-ray za meno 340 kwa nchi nzima, viti vya huduma ya kinywa na meno ar nchi nzima, na CT scan za 3D 17 nchi nzima. Kipindi cha nyuma, x-ray ya meno hiyo tunaita periapical dental x-ray ilikuwa ni bidhaa ya anasa, yaani ili uweze kuipata inatakiwa utumie nguvu kubwa, na hospitali zilizokuwa zinaizwa X-ray, yani wakipata mnashangaa kwamba hawa wamepata kwa mewezaji. Lakini kwa kupitia bohari ya dawa sasa hivi MSD, X-ray ya meno sio bidhaa ya anasa tena. Mpaka sasa bohari ya dawa imesaidia serikali kusambaza hizi X-ray za kidijitali za meno zaidi ya 340 nchi nzima Dkt. nzobo pia anagusia suala la mashine kufanya huduma za kisasa sisi kama wizara ya afya msimamo wetu na maelekezo ni kwamba dawa ya jino siyo kung'oa dawa ya jino ni kulitibu jino linatibika watu watibiwe meno yao kwa takwimu tulizokuwa nazo mwaka 2020 kiwango cha Watanzania kuziba meno ilikuwa ni asilimia mbili kwa watu wengi walikuwa wanang'olewa meno, kwa hiyo tumeshatengeneza vibogoyo wengi sana ndani ya nchi hii. Lakini toka uwekezaji huu umeanza, sasa hivi kiwango cha watu waliooza meno wanaotibiwa meno yao sasa hivi tumeshafika asilimia arobaini na moja ya watu wanaoziba meno yao, na lengo ni kufika watu stini wale waliooza meno watu stini meno yao Uweze kuyatibu, ya, uweze kubaki. Hii asilimia arobaini itabaki ni wale ambao meno yao ni mabaya yameoza vibaya sana, huwezi kufanya kitu chochote, au mtu ameshindwa kumudu gharama labda ziezao kiwango cha asilimia sitini, tukikifikia. Ukiangalia sasa hivi tuko asilimia arobaini na moja ni kama zimebaki asilimia kumi na tisa ndani ya muda mfupi, kwa, kwa ushirikiano huu ambao Wizara ya Afya, Bohari ya Dawa na wadau wengine tukiongeza nguvu kwa pamoja kufikia asilimia 60 ya, ya Watanzania wanaziba meno yao haitachukua muda mrefu sana. Na tukifika hapo, nafikiri katika Afrika, Tanzania inaweza kuwa ni nchi ambayo inaongoza katika kutoa matibabu bora ya kinywa na meno kwa wananchi wake. Mkoani Mbeya, Dkt Maisara Karume ambaye ni msimamizi mkuu wa huduma za kinywa na meno mkoani hapa anaeleza kuwa kutoka vituo vya kutolea huduma za afya sita tu vilivyokuwa vikitoa huduma ya kinywa na meno, sasa vimefikia vituo 25 kwa mkoa mzima. Maboresho hayo ambayo yamefanyika yameboresha ya ya kwa kiasi kikubwa sana, naweza nikasema labda hivi at least kwa asilimia 80 ya wanaofika kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma wanaweza kutibiwa majino yao na sio kung'olewa majino yao. Hatupigi ramdi kama hapo mwanzo. Kwa nini nasema hivyo? Hospitali zetu zote za wilaya na baadhi ya vituo vya afya tumeweza kuvipatia mashine za kisasa ambazo mgonjwa anaweza akafanyiwa uchunguzi wa kina kabla ya kupata matibabu yake katika hospitali zote. Lakini tumekwenda mbali zaidi sisi mkoa wa Mbeya, kwa kushirikiana na, ma na maboresho ambayo amefanya MSD, tumekuwa ndo mkoa wa kwanza kununua mashine ya kisasa ya kufanyia uchunguzi wa meno ambayo inaitwa OPG. Hii tumefunga katika halmashauri ya wilaya ya Mbarali, na tunapoendelea huko, tunataka halmashauri zetu zote ziwe na uwezo au ziweze kumiliki hiyo mashine ya kisasa ya uchunguzi ambayo inaitwa OPG kwa kwa hospitali za wilaya. Kituo cha afya Kaloleni kilichopo mkoani Arusha ni moja ya wafaidika wa vifaa hivi bora na vya kisasa vya kinywa na meno. Dr. Clara Juliana Celestine anaeleza hali ilivyokuwa na ilivyo sasa. Zamani tulikuwa tuna imagine yani, unasema ah, unamtibu mgonjwa lakini unasema yani, unafanya kusikilizia atarudi au atakuwa me, jino litakuwa nimelitibu vizuri au la, lakini sasa hivi una uhakika baada ya kumtibu utafanya x-ray kumconfirm imefanya kitu gani. Yaani hiyo ni hatua kubwa sana ambayo hata mimi ninapata wageni wengi wazungu, foreigners internship, wanakuja wakija, wakiona wanashangaa sana, wanasema This is Tanzania. Yani wanafurahi wanaona ni kiasi gani tumepiga hatua. Mgonjwa anatema akiwa hapo zamani paka, sasa wengine wanatumia ndoo kwa mgonjwa kutemea. Sasa hivi hata uwezi ona mgonjwa akitema mate, kuna suction machine inatumika kwa ajili ya kufyonza mate, huwezi kuona uchafu unaotoka mdomoni kwa mgonjwa. Ndo faida ambazo sisi tunazipata. Nao matabibu wa kinywa na meno wa kituo cha afya Mafiga mkoani Morogoro na Dkt. Benadeta Victor wa hospitali ya wilaya Mvomero wanaeleza namna vifaa hivi vya kisasa vilivyo warahisishia ya majukumu yao. Hapo zamani tulikuwa na dental chair ambayo ilikuwa ni ya kizamani, tulipewaga msaada huko hata sijui ni watu gani walituletea, lakini ilikuwa haina uwezo wa waku, kupanda juu kulala kufanyaje, lakini hata ile mashine ambayo ilikuwa inaweza kutusaidia kwenye kuziba ilikuwa haifanyi kazi. Kwa hiyo utoaji wa huduma ulikuwa ni mgumu sana. Kiasi kwamba tulikuwa nalazimika unapokuwa namwangalia mgonjwa mdomoni ni lazima upinde mgongo kuchungulia kule ndani kwa sababu kiti hakina uwezo wa kufanya movement ya namna yoyote. Lakini baada ya kupata hivi vifaa kwa kweli mambo yamekuwa ni marahisi sana kwa sababu sasa hivi unaweza ukatumia kamera kuingiza mdomoni, kwa ile habari ya kuinama upinde mgongo, sasa ndio uchungulie kwamba jino gani limeoza, kuna shida gani mdomoni, sasa ile haipo. Kwa hiyo sisi tulibakia ni wa ng'oa meno tu, labda kama ni kuziba meno utaziba ile ile class 1 ambayo e, haihitaji kutumia mashine. Zamani tulikuwa tunatumia kiti cha mbao ambacho huwezi kum, kum kumweka mgonjwa akakaa vizuri, lakini sasa hivi tuna viti vya kisasa ambavyo unaweza ukapandisha na ukashusha kama ambavyo unaona ninapoonyesha kwa mtindo huu. Kwao tunashukuru serikali kwa kutuletea vifaa safi na bora, na wananchi wanafurahia huduma bora ambazo zinatolewa. Ni vipi MSD inapata mahitaji ya bidhaa za kinywa na meno na uhitaji wake upo kiasi gani? Victor Sungusia ni mkurugenzi wa ugavi na uendeshaji hapa, anaeleza. Tunahudumia vituo elfu nane na mia nne vituo vyote, vitu hivyo vinatakiwa vilete mahitaji MSD, na mahitaji tunayoongelea hapa ni ya bidhaa za afya, ikiwa ni pamoja na bidhaa za meno, yote yanatakiwa yaletwe MSD. Kwa hiyo ni jukumu la MSD kuhakikisha kwamba inaagiza hivi vifaa vinatunzwa e, kwenye mabohari ya dawa tayari kwa vituo vya afya kuvifikia. Nikitoa tu kwa mfano e, mwaka wa fedha uliomalizika jumla ya tulisambaza tuli vifaa vyenye thamani ya bilioni mia nne karibu na sabini na vifaa hivi ni pamoja na vifaa vya meno. Siku za karibuni hapa kumetokea uwekezaji mkubwa sana uliofanywa na serikali kwenye e, huduma za kinywa na meno. Tumefunga viti vya uchunguzi wa meno, tumefunga x-ray na vifaa vingine vikubwa vya kuchunguza e, magonjwa ya kinywa na meno. Baada ya kununua vifaa hivi vya kinywa na meno, kama vifaa vingine, MSD inahusika kuvifunga vifaa hivi kwa wateja, kuwafundisha namna ya kutumia na namna ya kuvifanyia ukarabati. Sasa sisi tuna njia kama tatu tunaweza kutumia. Kwanza, kwenye vituo kuna vituo vina mainjinia manake, tunatumia wale mainjinia waliopo kwenye kituo, lakini pia MSD ina mainjinia wake ambao pia wanaweza kutumika kutoa kutoa huduma za matengenezo, lakini pia wakati tunavyoingia mikataba na wale washitiri, tunaingia mikataba ambayo itahakikisha pia mshitiri anaendelea kukihudumia kile kifaa mpaka ule muda wa waranti utakapoisha. Kwa hiyo tuna mipango mizuri kabisa ya kwa kuhakikisha kwamba kituo kifaa kinatoa huduma iliyokusudiwa kwa muda wake wote wa maisha yake itakapokuwepo kituo. Mkoani Arusha, huduma ya kinywa na meno pia imeimarika. Hapa Dkt. Jacqueline Mbuya ambaye ni msimamizi mkuu wa kinywa na meno mkoani Arusha anaeleza kuwa kuna ongezeko la vituo kumi na saba vinavyotoa huduma ya kinywa na meno mkoani humo kwa miaka mitatu iliyopita tulikuwa tuna kliniki za kinywa na meno kwa mkoa mzima zilikuwa kumi na mbili, lakini kwa sasa ziko kliniki ishirini na tisa ambazo zina miundombinu ya kisasa kwa maana ya kiti cha kisasa pamoja na x-ray ya kidigitali ambapo katika hizi hivi vifaa vinatuwezesha kutoa huduma za ziada mbali na zile tulizokuwa tunazitoa mwanzo, lakini kwa sasa hivi vile viti ni vya kisasa, vina uwezo wa kutoa huduma nyingine, kwa mfano kusafisha meno ambayo yana kitu kinaitwa ugaga, kwa wale wale ambao wana matatizo ya fizi, lakini pia kina uwezo wa kutoa huduma nyingine kama kuziba meno na huduma nyingine. Tunapozungumzia maboresho ya huduma za kinywa na meno, tunamaanisha kila pembe ya Tanzania kuanzia ngazi ya msingi wilaya, mikoa, kanda hadi taifa. Sasa twende mkoani Tabora, nako kuna mengi yamefanyika ya kujivunia upande wa huduma za kinywa na meno. Mratibu wa huduma za kinywa na meno mkoa wa Tabora, Dkt. Sospita Pasco Musile anaeleza kwa kina. Kwa miaka mitatu iliyopita, tulikuwa na takriban hospitali za wilaya saba ambazo zilikuwa zinatoa huduma za kinywa na meno, lakini sasa hivi tuna hospitali za wilaya nane eh, e, imeongezeka moja, ambayo ilikuwa haitoi, tayari walishafunga viti vya kisasa kabisa ambavyo vinaweza kutoa huduma ya kinywa na meno. Hospitali zetu za halmashauri ni moja tu ambayo ilikuwa na vifaa vya kiuchunguzi, lakini sasa tunaongelea hospitali zote e, zimeshakuwa na vifaa hivyo. Kwa hiyo wananchi wanaweza wakatibiwa vizuri, wakachunguzwa, e, wakafanyiwa machunguzi ya kiradiolojia ili matibabu yakafanyika vizuri. Matabibu wa huduma za kinywa na meno Dkt. Atnasi Kabaro kutoka zaanati ya manispaa ya Tabora, Dkt. Helen Kalangu kutoka hospitali ya wilaya ya Sikonge, Dkt. Glory Mahenge kutoka kituo cha afya Mazinge na Dkt. Kadius Kaboboye kutoka hospitali ya manispaa ya Tabora wanaeleza kwa kina. Ah, kwa kweli serikali imefanya kazi kubwa sana kuboresha huduma za afya ya kinywa na meno. Mwanzo wakati tunasoma kupata viti kama hivi kwenye hospitali tulizokuwa tunasoma ilikuwa ni changamoto. Kiti kama hiki kimefungwa kwa mara ya kwanza mwaka 2017. Hiyo ni hospitali ya Kanda. Imagine leo hii niko hapa zahanati, natumia kitu kifaa kama hiki. Ni kiti ambacho ni cha kisasa kabisa ambacho zamani tulikuwa tunategemea kipatikane hospitali kubwa kama Muhimbili, lakini kwa sasa kinapatikana hadi ngazi ya chini kabisa zahanati. Mwanzo tulikuwa tunapata shida sana, hata uwezi kufanya extraction au kutoa jino kiurahisi, lakini sasa hivi kwa sababu utapiga x-ray, utajua jino liko lime liko katika stage gani au liko position gani, kwa hiyo inakuwa rahisi. Na vile tulivyokuwa tunainama tunaipinda nini, hata mwili sasa unajisikia vizuri, kwa hiyo tunaenjoy kazi yetu. Mahusiano yetu kati ya sisi na Bohari ya Dawa MSD yameimarika zaidi, kwa sababu toka tumeagiza kiti chetu hiki haikuchukua muda mrefu kikawasili, na baada ya kuwasili pia mtaalamu ambaye anasimika viti aliwahi kufika na yeye na kusimika kiti. Kwa hiyo mahusiano yetu ni mazuri na pia hata tukiwa tuna shida, tuna access ya kuwasiliana nao moja kwa moja, na huwa wanarespondi vizuri. Huwa tunakaa tunajadili, na wanaweza kututimizia kile wanachokuwa nacho. Kwa kweli tunajisikia furaha na sisi wataalamu, unatoka nyumbani unasema sasa anaenda kazini ee, ukilinganishwa na miaka ya nyuma kidogo, ambapo tulikuwa una unatoka nyumbani unaenda kazini unakutana na vifaa ambavyo havikizi yale mahitaji, unajikuta unatoa huduma nusunusu, unajikuta mgonjwa hafurahi matibabu. Lakini kwa sasa kwa kweli, tuna tunaishukuru serikali yetu kwa kutujalia kwa kutuwezesha kuweza kupata vifaa hivi vya, vya, vya kinywa na meno. Vipi kuhusu huduma ya kinywa na meno mkoani Katavi? huko nako kuna mengi ya kujivunia ambayo bado yanadhihirisha kuwa serikali ya awamu ya sita imefanya kazi tajika. Dr Eric John Mazala ni mratibu wa huduma za kinywa na meno mkoani humo anaeleza yaliyofanyika. Hali ya afya ya kinywa na meno kwa mkoa wa Katavi kwa miaka mitatu mpaka minne iliyopita ilikuwa duni sana, kwa misingi kwamba kwa, kwa bai za afya huduma afya na kinywa na meno zilikuwa zinapatikana katika hospitali ya rufaa pekee yake. Tukiongelea kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na moja, uh, unaona kuna maboresho makubwa yamefanyika katika miundombinu ya kutolea afya ya kinywa na meno, mojawapo ikiwa ni upatikanaji wa dentochea ambazo mpaka sasa hivi ziko mpya ni kumi na tatu na pia Tanganyika, au uh, Mpanda uh, DC kama inavyojulikana napo kule, kuwa kuna kabisa huduma na sasa hivi kuna dentochia nne na, na, na tayari huduma zinapatikana zina nao matabibu wa huduma za kinywa na meno kutoka mkoa wa Katavi, Dkt Frederick Simon wa hospitali ya wilaya ya Tanganyika, Dkt Roda Mwakasege wa hospitali ya wilaya ya Mpanda, na Dkt David Inko wa hospitali ya wilaya ya Nsimbo. Wanaeleza huduma hizi za afya ya kinywa na meno tangia dunia iumbwe zimeanza kutolewa mwezi wa nane mwaka 2022. Kabla ya hapo, huduma za afya ya kinywa na meno zilikuwa zipo kabisa katika halmashauri yetu ya wilaya ya Tanganyika, lakini mpaka sasa hivi tunavyoongea hali ya utoaji wa afya ya kinywa na meno zimeboreshwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano, katika halmashauri yetu hapa mpaka uh, sasa hivi huduma za kinywa na meno za kisasa kabisa zimeanza zime kutolewa, lakini pia hata baadhi ya vijiji ambavyo viko mbali zaidi ya kilomita mia moja napo pia zimeanza kutolewa huduma za afya ya kinywa na, na meno. Kwa kiufupi, huduma za afya ya kinywa na meno kwa sasa hivi ziko vizuri sana. Sio tu huduma, lakini huduma bora. Kwa kweli tumerahisishiwa sana katika utendaji kazi. Tunamshukuru sana mama Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake kwa ujumla. Tunatoa huduma kwa wepesi, hatupati shida. Viti vyetu viko yaani vinatu supportable kwetu sisi katika kutoa huduma, vinatusaidia na tunatoa huduma zetu vizuri kwa ufanisi. Huduma ya afya ya kinywa na meno katika wilaya yetu ya Nsimbo inapatikana kwenye hospitali ya wilaya peke yake, ila kwenye bajeti ya mwaka 2024 2025 tumewekea na tumeweka mahoteo ya kupata viti takribani viwili ambavyo vitapelekwa kwenye vituo vya afya ambavyo viko pembezoni kidogo, ili kuwapelekea huduma wananchi karibu, ili kupata uafadhali na unafuu, kwa sababu kweli mazingira ya wilaya yetu kuna umbali sana kufikia hospitali ya wilaya. Hivyo tunashukuru na tunampongeza Rais kwa kuwa ametuwezesha. Wananchi wa mikoa hii ya Katavi na Tabora wameguswa na maboresho haya. Nina furaha kubwa sana na kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuboresha huduma ya vinywa na meno. So, sasa hivi tunapata huduma bora kabisa na ambayo ina uhakika. Siku ambayo nimefika hapa, nilikuwa nilikuwa naogopa sana kungolewa meno, kwa sababu nilikuwa nikisikia tu meno ni hatari meno, lakini nilipofika hapa, nashukuru, nilipofika tu kuanza kwenye chumba cha meno Nilisi niko, yani nchi za nje kabisa kwa sababu kiti tu kwanza kilivyo yani kakitanda kaki. Ah, usema kweli nilifaridika sana na uoga wote ukaisha. Experience yangu kwa kweli, mi nimewahi kupata shida za meno kwa miaka ya nyuma kidogo, lakini kwa kipindi hiki naona mabadiliko ni makubwa sana. Serikali ya Mama Samia kweli inafanya kazi kubwa sana kuboresha katika wizara hii ya mambo ya afya. Usema kweli nashukuru serikali imeleta vitu, vitu vizuri. Mgonjwa unakaa unahudumiwa unastarehe kama kawaida. Lakini je, ni njia zipi hutumiwa na MSD kupata vifaa tiba vya kinywa na meno vya kisasa na vyenye ubora? Afisa ununuzi mkuu wa MSD Frederick Nicholas anasema, iko miongozo mingi ambayo inaongoza ununuzi uh, wa bidhaa za afya nchini. Tuna sheria ya ununuzi wa umma tunaita PPA tuna sheria ya TMDA, kwa sababu dawa au kifaa cha hospitali kinachoingia nchini lazima kiwe kimesajiliwa, na pia ziko mamlaka nyingine, lakini kwa kiasi kikubwa ndo hizo taasisi mbili ambazo ndo zinatoa miongozo na usimamizi wa ununuzi wa bidhaa za afya nchini. Kwa hiyo ziko taratibu zimeainishwa, na kwa sasa hivi kiasi kikubwa tunanunua hizi bidhaa za afya kutoka nje ya nchi, zaidi ya asilimia 80 zinatoka nje ya nchi na njia tunazozitumia huu ni njia za kutangaza zabuni kupitia mfumo wa NEST, kwamba kila kitu lazima akipitie mfumo wa NEST kuweza kuhakikisha uwazi, lakini pia ushindani. Kuna suala la vigezo msawazo vya bidhaa hizi maalum, nani ushirikiana na MSD kuhakikisha usahihi unakuwepo wakati wa kupata vifaa hivyo kusudi ununue, tunanunua kwanza lazima upate vigezo msawazo, utasikia vigezo msawazo, vigezo msawazo kwa sababu chochote unachohitaji lazima kiwe na ainisho lake, na ainisho ndio hiyo tunaita vigezo msawazo. Kwa hiyo kupitia Wizara ya Afya, kipo kitengo kinachohusika na huduma ya uh, afya ya kinywa na meno. Ni watu ambao tunafanya nao kazi masaa ishirini na manne kwa sababu wao ndio watu wahitaji na watumiaji, wao ndio wanatuletea hizo vigezo msawazo. Kwa hiyo sisi baada ya hapo tunaenda kutangaza zabuni zetu ambazo ni za wazi na kama tunavyofahamu, serikali imeelekeza zaidi, hata sheria inatambua tununue kutoka kwa wazalishaji moja kwa moja. Ziko faida nyingi ambazo tumeshaziona. Kwa nini serikali hata bohari inaelekeza twende kununua moja kwa moja kutoka kwa wazalishaji? Lakini je, bajeti inayokuja MSD inatosheleza ununuzi wa vifaa hivi vya kinywa na meno? Mkurugenzi mkuu wa bohari ya dawa, MSD: Bidhaa za kinywa na meno, hasa vifaa kwa jumla tunaita ni zaidi ni vifaa tiba. Uh, kuna baadhi ya dawa kwenye kinywa na meno, lakini nasema kwa kiasi kubwa ni vifaa, na hivi vinanunuliwa kwa utaratibu wa special ambao inatakiwa mteja anawasilisha kwanza maombi yake ya bidhaa ile ambao sisi tunakuja kumjibu kwamba kama ipo ita, kama haipo inapatikana baada ya muda gani, lakini vile vile kiutaratibu anatakiwa alipie kabla ya sisi wenyewe ku, kuagiza ile bidhaa kwa sababu bidhaa hizi sio wanasema normal item au bidhaa ambazo zinatunzwa kama kila siku kama dawa kwao. Lazima kwanza mteja athibitishe uhitaji, athibitishe ile tunaita tungamo kifani au specifications, ili tusije tukamletea mashine ambayo haiendani na mahitaji yake. Lakini vilevile kiutaalamu lazima tushirikiane na wizara kwenye kupanga mkakati wa ku kama tunasema scale up ya huduma za eh, kinywa na meno au tunasema mpango wa kutoa wa kujenga uwezo kwa zile hospitali na wataalamu. Sasa vitu kama hivi lazima ushirikiane na wizara zinazohusika ili kila tunachokifanya kiwe kiko coordinated. Na bahati nzuri sana kwa upande wa TAMISEMI tunashirikiana nao kwenye kupanga vituo gani vinahitaji, viko tayari kupokea vile vifaa vifaa tiba vya mambo ya kinywa na meno. Wizara ya Afya pia anaratibu mpango mzima wa ku scale up au kuongeza upatikanaji wa yani huduma za kinywa na meno. Kwa mfano, kwa sasa tunakuwa na tunasema central coordination, au ile uratibu wa moja kwa moja kutokea makao makuu ya wizara ya afya. alafu sasa, wao wizara ya afya wanaturatibu sisi TAMISEMI na vituo, namna ya kwenda mbele. Kingine ambacho naweza kusema pia kimetusaidia sana, hasa kwa uratibu wa wizara ya afya, ni ile ya x-ray, zile dental x-ray, kwa sababu huduma ya x-ray ni ya mionzi, ya mionzi tayari kwamba una inahitaji utaalamu wake, uwe na wataalamu wa mionzi, lakini mtaalamu wa meno na vile vile ajue namna ya kutumia kile kifaa. Kwa bahati nzuri sana, Wizara ya Afya imeset very good standard kwamba dental x-ray ya namna hii inakaa kituo gani, dental x-ray ya namna hii inakaa wapi. Na labda cha mwisho kwenye swala ya uratibu au mawasiliano kati ya sisi wizara ya afya, TAMISEMI, ni ile ya kupanga mpango wa mafunzo ya kutoa huduma za kinywa na meno, mafunzo ya kuangalia mashine zetu zikaeje zitunzwe vizuri na mafunzo ya ile kuendelea kunasema kutoa huduma endelevu sustainable services katika kituo. Kwa kuanzia ile huduma kituo kinavyotengenezwa kama hii ndio itakuwa dental clinic. Kuna mambo ya umeme unaohitajika pale. Kuna mambo ya usafi wa maji kwa sababu bahati mbaya sana au nzuri, afya ya kinywa tunaweza tukaichukulia rahisi, lakini ni very sensitive. Ukienda ukaligusa jino na chombo kichafu, unaleta moja kwa moja infection. Asa ukileta infection maana yake unaweza ukaleta madhara makubwa sana. Tunachotakiwa kila wakati na ambacho wizara imefanya vizuri sana ni kuhakikisha kwamba kile ile ile dental unit ambayo tuko nayo pale kituoni maji yake ni yale masafi kabisa. Kwa kumalizia, kuhusu swala la mahusiano vile vile. Nadhani umeona katika hii, hii miezi 18 iliyopita tumeweza kusambaza nadhani dental chair na dental x-ray kwa vituo zaidi ya 150. Haijawahi kutokea kabla. Inatokana na mpango mzuri wa wizara lakini vilevile vile, serikali yetu kuwekeza sana kwenye huduma za afya kwa ujumla wake. Kwa ile accessibility ya huduma za kinywa imetoka kutoka kwenye kuonekana ni private na mahospitali makubwa imeenda mpaka vituo vya afya. Ni kitu kikubwa cha kujivunia. mavere akaenda mbele zaidi, unapoingia kwenye huduma mpya sio mpya kitaifa lakini kama MSD hatukuwa very active kwenye swala la kusambaza hizi dental uh, uh, services yani vifaa vya kutoa huduma ya kinywa. Kwanza kujifunza, lazima nijivunie kwa sababu tunapu, unapu, unapu, unafanya hizi kazi, unafanya na wataalamu. Na imani kabisa uwezo wa MSD wa leo wa kuhudumia uh, bidhaa za kinywa na meno sio sawa na miezi 12 iliyopita au miaka mitatu iliyopita, yaani ni tofauti ni kubwa sana. Kwa ile kujenga uwezo wa kitaasisi kwamba watu wetu wa MSD kuanzia kanda mpaka makao makuu uelewa wao wa afya ya kinywa na meno na bidhaa zake ni mkubwa zaidi. Hatujafika tunapostahili, lakini tayari ni kitu kikubwa. Na cha pili nachoweza kujivunia ni kwamba tumeingia kwenye biashara wageni lakini sasa hivi tunafanya biashara kubwa sana, tunazungumzia mabilioni ya pesa ambayo tunapeleka bidhaa zile e, katika vituo na vile vituo vinanunua vinatumia na wanapata nao mapato, na huwa tunaangalia hata kwenye taarifa za kila mwezi, kila kituo kile ambacho kina e, toa huduma hizo za kinywa na meno cha serikali kinatoa taarifa yake ya mapato yake na matumizi. Ni kitu kizuri sana kwa sisi kama MSD, tunajivunia ile kuelewa zaidi e, sayansi ya afya ya kinywa na meno, lakini kuwa mchangiaji pia katika kutoa ile huduma kwa ujumla kitaifa na kuona kwamba bidhaa ambazo tunazipeleka kama supplies au equipment kesho zinakuwa chanzo cha mapato ya kituo ambao manake unaongeza access. Cha pili ambao tunajivunia vile vile ni kuwa part ya ile safari ya kuongeza awareness Eafi ya afya ya kinywa na meno, na kitu cha tatu vile vile na ndambeba kidogo kitaasisi, tulikuwa tuna MSD inapanuka inakuwa, tunavyozidi kuwa na hizi specialized services na pia tunaajiri wataalamu husika, naamini kabisa mpaka mwakani mwezi wa sita labda tukuwa tunaongea stori nyingine kabisa. MSD inakuwa kwa kasi, hata ukiangalia taarifa zetu tunaenda vizuri. Mkurugenzi wa huduma za tiba wa Wizara ya Afya, Dkt. Hamadi Nyimbea, naye akaeleza juhudi za maboresho ya huduma za afya nchini ikiwa ni pamoja na huduma za kinywa na meno. Wizara ya Afya tu sisi ndio tulikuwa tuna jukumu la kuweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi eh, ya mwaka 2020-2025 na nikirejea e, ibara 83 kifungu cha kumi ambacho kinaelezea kuhusu eneo la afya ya kinywa na meno, ambapo e, kilitoa kili, kili ahadi kwamba huduma hizi zitaboreshwa katika eneo la afya ya kinywa na meno. Sasa kwa kipindi hicho kwenye utekelezaji E, nipende tu kusema kwamba huduma za afya ya kinywa na meno hapa nchini zimeboreshwa kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na kabla ya mwaka 2020. Upatikanaji wa huduma za afya kwa jumla e, asilimia ya Watanzania zaidi ya asilimia 80 kama 80.3 wanapata huduma za afya ndani ya kilomita tano 5 ya maeneo wanakoishi. Serikali ya awamu ya sita imefanya maboresho makubwa katika sekta ya afya kwa kujenga vituo vipya vya kutolea huduma za afya nchini. Hata kuongeza hadhi kwa vituo vya kutolea huduma za afya ambapo imewezesha kupatikana kwa huduma maalum kama za kinywa na meno. Leo tumeangazia mchango wa MSD katika huduma hiyo, lakini kumbuka majukumu ya MSD ni kuzalisha, kununua, kutunza na kusambaza bidhaa za afya kwa vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Tumedhamiria kuokoa maisha. Ni kauli mbiu ya MSD. Endelea kutufuatilia.